Maiza ni damu sana, yani maiza unakama tunasikia hama vizuri kabisa. Yani unasikia maiza na kuwa mzuri sana. Ni e, maiza ni damu sana. Uninyonyozie maji bwana, unioshe nitakate ni takate. Ehi. Unatakato mzuri sana, unatakato watu mzuri kabisa. Yani bwana kikunyunyusia maji, ehi, unasikia vizuri kabisa. Halafu kikuwa na pesa yako kitoko mzuri. Wata kwanza ni hesabu mbali yangu kitoko. Hei, hei,

Sasa hapa hivi leo kamechipa katili kamechipa mzuri kabisa. Eh, eh, sasa leo amo, leo leo nikukulamo kanyama kitoko. Eh, eh, eh, eh. Leo nikukulamo kanyama kitoko alafu nikukulamo na kaswiti kapombe kitoko. Ka, kasere seria kasere seria tunasonga mbele na maisha. Eh, eh, eh, eh. Sasa hapa hivi. Wacha niwekemo pesa yangu kwanza kitoko. Eh, eh. Ngoja kwanza taputa itaka mzuri sana. Wacha niegemo ndani kidogo, uninyonyozie maji bwana, uninyoze nitakate damu sana.